Yeye alisema ya kwamba atakuwa kiriba marevali, each team 1500. Sababu mbeleni walikuwa wanatoa 200. Sasa teams zinaambiwa sianze kulipa tena marevali 200 marevali, tukaulizana, je, mtakubali kulipa 200 kutoka kwa 1500? Wakasema haiwezekani. Number two, we need all our money. Ya kwamba ambao ulituambia kwamba utatulipa that's why league ilisimama Embu County. Vile ofisi ilisema aki, a, vile chairman alisema akianza li, akianza league alisema kwa manifesto yake yeye hey, atalipa ligi yote atalipia malevali ligi yote. so, team tunaumia, tuko na vikitano, hatujacheza uwanja, hata zimemea nyasi. Hata ukiangalia hii uwanja iko wapa yenye tunachezea saa hii imemea nyasi, hatusaidiki vijana, hata wanaweza potelea kwa pombe. Hiyo issue nyingine ni about the, the, vile ofisi inaonge, inaongelesha players tumejaribu kuingia kwa ofisi, wote wanatukatia simu ama ukienda kuongea na yeye, anakuambia acha, anakwambia hata unaweza enda ita BBC muongee na wao. Hiyo ofisi kama players na kama teams, we don't need this office. Kama ni huko juu the FKF, FKF president, tunataka uingilie hii issue ya, ya ligi ya Embu, ndio ligi ya Embu iweze kuendelea juu sasa imesimama, na ofisi ivuatili na pando levalia wanja so, tunataka tuingilie kati ndio tuweze kucheza hata sisi tuone vile tutashughulikiwa kwa sports ya Embu, office ya Embu, na vijana wametoka tu hapa chini kwa county league. Lakini wanapanda. Sasa hii 3K watatoa watu wapi? Wapate players hapa. Lakini bado wataendea huko Nyanza na Western kwa sababu hapa hakuna county league na sub county.